ng'aa mpaka mchana mkamilifu. Hiyo ndo safari ya mtu mwenye haki. Safari ya mtu mwenye haki sio ile ya kupanda na kushuka, sio ile ya kwamba leo ninacho kesho sina, mm -mm, sio ya kwamba leo ni mzima kesho ni mgonjwa. Hapana, safari ya mtu mwenye haki ni kama siku inayopambazuka iking'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Ai, kwa hiyo giza limetoweka, nuru imekuja e. Giza linamaanisha kila kitu kibaya, kila kitu kiovu kilichopotoka na cha shetani. Lakini nuru inamrejelea Mungu na yote yaliyo mema yaliyoachiliwa ya kiungu ambayo ni ya Kristo katika injili yake kwao. Ukisema giza, giza haiishii tu kwa kutokuwa na nuru mtumishi, giza inamaanisha yote yaliyopotoka yanaonyesha yale yote yaliyo maovu yaliyo mabaya, inamaanisha yale yote yanayotokana na yule adui shetani. Hayo ndio giza mtu. Kwa hiyo wewe sio mwana wa giza, wewe sio mwana wa usiku. Wewe ni mwana wa nuru kwa sababu nuru inamrejelea Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema mimi ni nuru ya ulimwengu. Aya, na akatuita pia sisi kuwa ni nuru ya ulimwengu kwa sababu tumemwamini yeye. Kwa hiyo wewe ni mwana wa nuru, wewe ni mwana wa mchana mtoto wa Mungu anasema, si ajabu Biblia inasema, ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Unaweza ukasoma hilo katika Wathesaloniki wa kwanza sura ya tano mstari wa tano eh? Inasema, ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si, si wa usiku wala wa giza. Kwa hiyo wewe si wa usiku, wewe sio mwana wa giza hiyo. Oh, ni Wathesaloniki wa kwanza sura ya tano mstari wa tano.